Huduma za tiba zinaendelea kutolewa na serikali na nyewe ni mashuhuda kwenye zahanati, vituo vya afya, hospitali zetu katika ngazi zote, na serikali inaendelea kwa kuhakikisha kwamba upatikanaji wa dawa, vifaa vifaa tiba na vitendanishi vinapatikana na kusambazwa katika vituo vyote vya kutolea huduma. Kwenye wilaya yetu ya Mbarali tuna hospitali kubwa za ngazi za hadhi ya wilaya mbili na vituo vya afya kumi na zahanati sitini na tano na vyote vinaendelea kutoa huduma. Mkakati wa afya ya msingi ambayo na sisi pia kwa kuwa ni wajumbe wa kamati ya afya ya msingi, unalenga kuimarisha afya ya wananchi, na hata leo tunapokaa hapa kuja <coughs> kujadili ajenda tulizoletewa, nia kubwa ni kujadili uimarishaji wa afya ya wananchi kuanzia ngazi ya kaya hadi taifa. Mkakati huu unalenga kuwezesha upatikanaji wa huduma muhimu za afya kwa wananchi wote na unatoa kipaumbele katika uboreshaji wa afya kinga na tiba, bayo wataalam unajua kizungu za maeneo haya matatu yanazingatia maeneo ya ya ifuatayo kwa upande wa uboreshaji wa afya nalenga zaidi zaidi elimu ya afya, uhamasishaji wa lishe, afya ya mazingira na afya mashuleni. Maeneo yanayozingatiwa katika kinga ni huduma za mama na mtoto, chanjo dhidi ya magonjwa pamoja na magonjwa mengine ya kuambukiza. Lakini kwa upande wa tiba, maeneo ambayo ya yanalengwa ni matibabu ya kawaida, dawa muhimu, huduma za afya ya akili, kinywa, meno na macho. Kuna vifaa kama zahanati lo tatizo ni kubwa, manake kwenye hospitali ita kubwa manake takuweka kwenye hospitali ambayo itafaa. Kwa hiyo kikubwa ni uboreshaji wa hizo huduma za afya, hiyo wataanza MSD, upatikanaji wa dawa, dawa zishuke chini ziwepo kwenye vituo vya kutolea. Tumewahakikishia moja kwamba kwa, kwa kuwapa uhuru wa kuchagua popote wanapotaka kutibiwa unapokuwa na bima ya afya na hii ya kitita cha afya ya jamii inakupa uhuru wa kuchagua kuanzia ngazi ya zahanati, kituo cha afya, hospitali ya wilaya, hospitali ya mkoa, popote pale, iwe serikali, hospitali ya serikali au hospitali ya watu binafsi au mashirika. Kwa hiyo huu uhuru unampa dhamana mtu kuchagua anapotaka kwenye kituo hicho cha kwanza, lakini dhamana ya kupata huduma za matibabu pia ni sa, ni sehemu ambayo tumehakikisha upatikanaji wa huduma kuanzia mtu anapoanza kujiandikisha mpaka anapo pata huduma na kutoka au amehakikishiwa huduma zote zile za msingi ambazo zipo kwenye hospitali, vituo vya afya na hospitali zote za ngazi za kanda, za mikoa na wilaya. Kwa hili ndilo ambalo tunahitaji, kwa sababu tunajua atakapokuwa amechangia mara moja kwa mwaka anapata dhamana ya matibabu kwa mwaka mzima. Kwa kwa kipindi chote hicho anakuwa na uhuru wa kupata huduma kwa kila ambalo linamsumbua anapokuwa na hii bima, na ndio dhamana ambayo tunayo kuhakikishia wananchi hawatakuwa na changamoto kwenye eneo la upatikanaji wa huduma kwenye hospitali zote hizo tulizochagua na hizo ambazo tumezisajili. Kwa atakuwa na uhuru chagua yeye anapoona panafaa kwa wakati huo kwenda kupata huduma, lakini ndani ya zile huduma kuna uhakika wa huduma za matibabu kwa mwaka mzima. Ushauri wangu ni kwamba laki na nusu kwa mwaka mmoja lakini ni zaidi ya watu watano, pesa ni ndogo sana, kwa sababu mtu mmoja tu unaweza mtu mmoja unaweza ukaenda kwa siku hiyo hiyo moja unamaliza laki mbili kutokana na tatizo iliyopo hapo. Sasa zingatia kwamba umetoa laki moja na nusu, lakini wale wanaohudumiwa pale ni watu watano? Hapana, kwa kweli ni lazima tufike mahala tuelewe kufanya mahesabu ya gharama, kwamba ikitokea vipi inaweza ikawa gharama na ikawa unafuu. Watu watano kwa laki moja na nusu bana ni kitu kidogo sana ambacho kinaweza kuwasaidia watu. Cha msingi tu ni kwamba watu kuelimishwa pole pole, kwa sababu kwanza wanaingia kwenye mfumo mpya ambao hawajauzoea. Baada ya kupata maelezo kwa mtaalamu wa bima ya afya kutoka mkoani, ninaona ni kitu bora, hasa kwa sisi wazee. Tulikuwa na changamoto na ile bima, bima ya CHF ile ilikuwa ukienda kwenye hospitali mara kwa mara, dawa hamna, mara hii haitumiki, hata kwenye hospitali ya wilaya wala ya, ya, ya mkoa au ya rufaa. Sasa kwa maelezo ya kusamehewa wazee kwa bima hii ya taifa, tunaona wazee watapata matibabu mazuri.